Tena mimi niambie hiyo wabunge ya Mlima Kenya, mnasema ati munatisha Ruto ati akitoa Soprano ati, ati mutaeda broad base. Hakuna mtiko kwa broad base, nyinyi peke yenu mmebaki, mukwende huko na mkwende. Harambe. tena niwaambie nyinyi wabunge ya Mlima. You sold your soul to Kasongo. You are the slaves of William Ruto. Muliuza roho zenu na akili zenu kwa William Ruto. Hamuna nafasi ya kumwambia chochote, because nyinyi ni watumwa ya William Ruto. Nyinyi watu ya Mlima munalia ati munataka kiti ya naibu ya rais. Mulikuwa with the deputy president elected by the people, a strong man to stop Ruto from finishing out Kenya, mkamtoa mkaweka weakling, mkaweka robot. Mkwende huko mwete. Kabisa kabisa. Harambe, mimi nataka tukubaliane, watu ya Rosambu, tukivukuza Kasongo, tuvukuza wasaliti wote wa jamii, si ndio? Wale wote wamesaliti jamii yetu, wamesaliti watu ya Nairobi, wakianzwa na huyu gavana anaitwa Sakaja, aende nyumbani, si ndio? Huyu Sakaja ni one time, si one time. Sakaja ni one time, si one time. Wewe Sakaja ulikuja kwangu unalia machozi, nikakusaidia, nikaambia watu ya Mlima wakupigie kura hapa Nairobi, wakakupigia. Kufika pale mkashikane na Kasongo ukaanza kuumiza watu wa kulima market, kuumiza wachuuzi, kuumiza wafanyabiashara. Wewe na Kasongo ni one time, mwende nyumbani kabisa. Harambeharambe, tumekubaliana watu wetu Unajua makosa nilifanya na munisamehe, nilienda harusi na gari ya mtu mwingine, nikaenda kufika mtoni, tukaambiwa tushuke. Sasa tumerevuka, tumetengeneza gari yetu ya kutafuta serikali, chama chetu, chama cha DC. Wacha nione watu ya DCB, watu ya DCB, watu ya DCB! Harambe harambe! Mimi nataka nitangaze hapa Roysambu mtu yeyote ya anataka kiti ya MP wa Roysambu, ama MCA, lazima akuja na chama cha DC. Wangapi wanakubali DCP? DCP pia hapa Nairobi, hapa Nairobi, tutasimamisha gavana na chama cha DCP. Tumekubaliana na hizi viti zingine ya seneta, women rep, ma MP tutaongea na Kalonzo, tutaongea na wengine, tukubaliane vile tutajipanga, si ndio? Tumekubaliana, lakini kiti cha gavana lazima DCP itakuwa na candidate katika jijini Nairobi. Harambee! Harambee! neguaduahito neguo notomende tuemene. Sisi wacha nimwambie watu ya Kanairo na watu ya Mlima Kenya Nguvu yetu ni umoja wetu. Tukikubali kasongwa tugawanye atatumaliza, si ndio? Tutakaa kitu kimoja na jaibi mturi yako hapa, tumesikizana. Waembu, Wameru, Wakikuyu, sisi tuko kitu kimoja. Harambee! Harambee! ya mwisho walikuja wakatupiga pale kanisani, wetima wakapiga akina mama, wakapiga watoto walitaka kutuua. Wewe William Ruto, tunataka hiyo watu washitakiwe. Wewe usirudie ile tabia yako ya kuchoma wamama na watoto vile walichoma wamama na watoto kanisani Kiambaa mwaka wa 2008 ashindwe asishindwe aende asiende. ya mwisho nimeona Mukomen akisema ati wajumbe ndio wamelete guns. Wewe Mukomen, wacha wacha tukuambie Mambo ya goonism ilianza saa ile umekuwa CS wa Interior. Wewe you are the most reckless and irresponsible CS for Interior since independence. Yeah. Na huyu Mukamen siku nilitoka United States, ndio alipa wajumbe kila mtu milioni mbili wapage guns watupige. Kwa hivyo Mukamen don't talk about guns. You are the sponsor of guns in the city of Nairobi. Yeah. Na mimi niseme huyu mtoto anaitwa Mukamen, kijana mdogo amejaa maringo kwa sababu ya pesa na pawa. Na sisi tunauliza tangu independence, tulikuwa na mawaziri wa hekima. Wakati ya Kenyatta tulikuwa na Bio Koinange, wakati ya Moi Justice Oletipis, wakati ya Kebake tulikuwa na Saitoti, tumekuwa na General Gaiseri, tumekuwa na watu wamekomaa, kina Matiangi. Huyu mtoto William Ruto ameweka kama hatakuwekwa, wakati ya uchaguzi, atapiganisha Wakenya. Harambee, harambee kasongo ari siende, wacha nione watu ya DCP, watu ya DCP, watu ya DCP, DCP! Basi sasa hapa niko na viongozi wengi sana, sindio? Tunataka tuwapatie nafasi waseme moja mbili, waseme haraka haraka. Tutaanzia na kinara wetu wa Mlima Kenya ambaye alikuwa Speaker of National Assembly, ambaye alikuwa Attorney General, Mheshimiwa JB Muturi, kiongozi wetu Rais. Hapo ndio tuko. Mutu kanaitwa Kipchirchir arabu Ruto Kasongo one time. <tip> waacha sisi tupeane sababu Kasongo natutala, kwanza tumtahadharishe. Mumemsikia juzi akisema ati atashinda sisi atinakula milioni mbili mpaka milioni tatu. Sasa tunataka kuambia watu wa IEBC kwa sababu ndio sababu walifanya mkutano mwezi wa Novemba na watu wa National Registration Bureau, wajaribu kutoa zile majina za watoto ambao wameandikishwa watachukua vitambulisho, ati ndio Ruto ampatia ibe kura. Naye tunataka kuambia ABC, mkidhubutu hayo, mkidhubutu hayo ndio mtajua kile kimfanya punda azipewa pombe tunataka kuambia William Ruto, kwa sababu umekuwa ukitukana watu viongozi ati hakuna akili. Wewe William Ruto mwenye unasema huko na wakina akili na, na umeongea mambo ya wizi kwa sababu wa Kenya. Mimi nataka kuambia hivi, hakuna haja ya kushinda tukiongea mambo ya corruption, ati ufisadi ufisadi, tuite rahisi ni wizi, William Ruto. Mwizi William Ruto ulisimamishwa kotini, ulisimamia kotini kwa sababu ya ile mimi recommendation nimetoa, kwa sababu uliiba pesa ya Kenya Pipeline, ndio ukapelekwa kotini na ukarudi hapo hapo. Umepelekwa kotini kwa sababu ya kuimba shamba ya mteshi kule Sugoi.